Wanatuchukua kwanza, wanatuficha sijui, wanatufanyaga nini huko <laughs> mimi mwenyewe nimewahi kutekwa. Nimetekwa mwezi wa nane, nikasema dam, kumbe naenda kudeli. Kumbe kum, kutekwa ndio huko. A, jamaa wanateka for real. Mambo ya kuteka sio utani, wanateka kweli. Mimi mwenyewe nimeshawahi kutekwa na nikapata ladha ya kutekwa. Nashukuru tu makelele yalikuwa mengi mpaka ya kimataifa na wapi, angalau tukachomoka, nachomoka. Wamenichukua Dar es Salaam wamenichukua wa wa wa wa Mbeya, wamenipakiza kwenye pikapu usiku, kifudifudi. Nimekwenda nafikiri maki sioni, ukinyanyuka unakula buti. Nimekwenda nafikiri nikuwa maeneo ya wandi ng'ombe pale, bado vidogo, wakanipeleka mpaka Dar es Salaam. Wamenitoa Mbeya nyumbani, ofisini, niko ofisini, wamenipeleka Dar es Salaam nafika Dar es Salaam wameenda kuniacha mtaani kawe, nimevaa kiatu kimoja yebo, yebo sina kiatu cha pili watu. oh, tunapozungumza haya mambo tunatakiwa tuwe very serious na kuamua m, e, maamuzi sahihi ya kwenda kubadilisha haya mambo ndugu zangu. Mimi mwenyewe nilipokuwa mbunge elfu mbili na kumi ilibidi mpaka kutangazwa tuchome matairi, tukate miti, tuweke mawe barabarani. Ya kazi gani? Ndio unakuja kutangazwa kuja elfu mbili pamoja pamoja na kumi na tano elfu mbili na kumi na tano, pamoja na mimi nilikuwa ni mbunge nilichokuwa kwa kura nyingi

meka kwenu kuwaunganisha tuidai tume, tume huru, huru kwa chaguzi zilizo huru. Na katika hili tunaomba sapoti ya makundi mbalimbali mbali ya Watanzania kuanzia wa wafanyakazi mpaka wakulima. CCM sio ya kwenu wafanyakazi, na ndio maana haiwaongezei mishahara wala haijali tena maslahi yenu. CCM sio ya kwenu tena, wakulima, na ndio maana haijali hata kuwapa pembejeo. Na sio tu kuwapa pembejeo, hata pale mnapofanya juhudi zenu na kulima na kuzalisha mazao kama mahindi na kadhalika, bado serikali ya Chama cha Mapinduzi haina mipango ya masoko zaidi ya kuleta utapeli. Mfano, mwaka jana, mwaka jana Zambia ilishikwa na njaa sana wakaja kwa serikali ya Tanzania, kuja kwa serikali ya Tanzania, wakawaambia tunataka kununua mahindi kutoka kwenu, tutalipa kilo moja shilingi elfu moja. Serikali hii ambayo toka uhuru inashindwa kutafuta masoko ya wakulima, wakakimbia fasta kuja kwa wakulima na kuwaambia, eh wakulima, tumewatafutia soko kilo moja shilingi mia tano. Kudadek wanachukua buku, ni wanaomba mia tano, lafu nyinyi nawachekea CCM nyinyi eh? Yani ni serikali ambayo inafanya udalali kwa wananchi wake, inafanya udalali kwa wananchi wake. Tunataka kuunganisha makundi yote wakiwemo wavuvi. Tumepita huko kwenye mwambao, wananchi wanategemea uvuvi lakini serikali haijafanya haijachukua hatua zozote kuboresha mazingira ya uvuvi. Hakuna soko la uhakika wala hakuna hata viwanda vya kusindika samaki kule, ambavyo vingesaidia kukuza biashara ya uvuvi na samaki kwenye maeneo ya mwambao, ndugu zangu. Lakini tunataka pia sapoti ya wafanyabiashara. Wafanyabiashara mtu hapa Mnajua, mi mwenyewe ni mfanya biashara mwenzeno sasa hivi na nikokota, nami najifunza biashara. Wakati niko bungeni, si mfanya biashara serious, wafanya wafanyabiashara wa Mbeya walikuwa wakiniletea matatizo wanayopitia kwenye kodi sijui tozo, sijui nini, nilikuwa siwaelewi, lakini sasa hivi nawaelewa ndugu zangu. Kwa hiyo nyinyi wafanya biashara achaneni na mambo ya zamani kusema sijui sisi CCM sijui watanisaidia wata, wata kupunguza kodi hakuna hicho kitu. Na ndio hawawajali, na ndio maana hata madeni yenu mnayodai hawajali kulipa, wanalipa vile wanavyotaka au zaidi. Unadai labda milioni mia moja, ili ulipwe deni lako inabidi uache ni milioni thelathini. Sasa usiufaau ndio biashara gani hiyo tunafanya, alafu ni mnaanza kuendelea kuwachekea Chama Cha Mapinduzi, tunataka kukusanya nguvu za wote, ikiwemo askari wetu wote, kama hawa polisi. Polisi ni wana sana wenetu hawa <laughs> wengine ni wapangaji wetu, wengine wale ambao mambo yao yako sawa, nao wakajenda, wanatupangisha kwa hiyo tuko integrated, yani tunaingiliana katika maisha na hawa polisi, lakini kwa tatizo moja, polisi wamekuwa wanatumika sana kuonea watu hasa wakati wa chaguzi. Polisi wamekuwa wanatumika, wametumika kupora uchaguzi wa kutupiga mabomu. Sasa mimi nasema tunaendelea kuwatia moyo kwamba haya tunayopambania ni sehemu ya mapambano yatakaowafaidisha nyinyi pia, kwa sababu katika watu wanaoonewa na serikali ya Chama cha Mapinduzi ni polisi na walimu. Polisi hawa wana mfuko wao. Amini tukifuatilia tukifuatilia, e, ripoti za mkaguzi mkuu wa serikali kila mwaka, katika wizara ambazo zinapigwa hela ni pamoja na wizara mambo ya ndani ambao polisi wako chini yao. Sasa unaweza ukaona sisehemu walivyokuwa wadwanzi, yani wanaenda mpaka wanaiba hela za... polisi wanaonewa kiasi kwamba wanashona uniform zao wenyewe, wanachobaki nacho ni vifungo vile vya chuma, lakini uni, uniform kila mtu anashona mwenyewe. Ukitaka kuhakikisha, niite polisi watatu hapa au wanne, uangalie rangi ya uniform zao. Moja unakuta uniform ya ule kijani fulani imekolea, ilitaka kwenda sisiemu kagoma. Ukiangalia mwingine unakuta kombati yake jani la mgomba ina bomu lafu inarudi <Own> leo limekuja kutana mwingine, nikajua kamanda wachademamake yake imekuja na kama Chadema asikatoka <laughs> haya ni maonezo anayopata polisi. Kwa hiyo mapambano haya tunayoyafanya ni kwa ajili yenu pia, muache kutupinga mabomu na biga aasidii salimiana pale anaonekana ni mtu mzuri, na tuendelee hivyo, ndugu zangu. Sasa basi, ili kuyafikia haya ni lazima tuwe na uchaguzi huru. Ni lazima tufike mahala wananchi wa Tanzania wawe na uwezo wa kuchagua kiongozi wanayemtaka. Faida ya kuchagua kiongozi unayemtaka, faida yake ni kwamba yule kiongozi atawasikiliza kwa sababu anajua nyinyi ndio mmemweka pale. Lakini tukiyecheza na hao kina Aisha ambao wanawekwa kwa mabomu ya polisi, hawawezi kujali nini tunataka, lini tunataka, kwa sababu wanajua hawajachaguliwa kupitia wananchi, wamechaguliwa na mabomu. Kwawe kazi yake tu akiona Chadema na kikao unoko kwa usiri. Usiri. Sasa mbona unaacha Chadema bwana? Eh, Chadema unakimbiza gari, siri ni na nini? Tunaanza kabisa. <truansi> Katika kufikia haya pia, ndugu zangu, kabla sijamnyanyua kwenye kiti lazima tushiriki operation zinazoambatana na no reform, no election. Kuna operation ya kuchangisha fedha kutoka kwa wanachama Operation ya tone tone ambayo naamini mwenyekiti atakuja kuifafanua zaidi, ili nyinyi wananchi, mkiwemo mwananchi wa Sumbawanga, muweze kuchangia chama, ili kuwezesha hizi harakati ya kuzunguka nchi nzima kuhakikisha kwamba tunalipatia taifa hili mfumo bora kabisa wa uchaguzi. Asanteni sana Sumbawanga, nawapenda. Kunja ngumi juu. Mwenyekiti tayari, kabla sijamnyanyua Kunja ngumi kuunja ngumi Sumbawanga, kunja ngumi kuunja ngumi. Asante <tipos> sana Sumbawanga toti <tipos> niingia hapa nikajua ni mbea mjini, kumbe Sumbawanga mjini toke <tipos> nyome za kufa mtu. Asante sana, naomba sasa nikunyanyua Mwenyekiti <tipos> wa Taifa <tipos> ili uzungumze na Watanzania kupitia mkutano huu wa Sumbawanga.

Nimerudi tena. Sasa sasa leo leo nasikia watu wote wanaomiliki vyombo vya matangazo leo wamefanya biashara kubwa sana.